Leo tuko jijini Arusha kwa ajili ya uzinduzi wa swala zima la ukusanyaji taarifa za viwanda, lakini pia taarifa za jasiriamali mbalimbali zilizopo katika hii mikoa miwili, mkoa wa Manyara na mkoa wa Arusha kwa pamoja. Ni zoezi shirikishi, zoezi ambalo linakusanya taarifa zote muhimu kuhusiana na jasiriamali zote zilizopo, fursa za uwekezaji na biashara zote zilizopo lakini tunakwenda pia kutambua ni kiwanda gani kiko wapi, kinatumia malighafi zipi, zinazalisha bidhaa gani, lakini pia kiwango gani cha ajira kimetolewa kwenye kiwanda hicho. Dhamira kubwa ya zoezi hili ni kujibu maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anatamani kuona uchumi wa viwanda kwenye nchi hii. Tunafanya tafiti, tumeshaanza mikoa saba, sasa hivi tunapiga mikoa hii miwili Manyara na Arusha, na mara baada ya kumaliza tunakwenda nchi nzima. Tutakuwa na mfumo wa kitaifa National Industrial Information Management System. Ndani ya mfumo huo, popote pale utakapokuwa ukiclick, unapata taarifa zote. Kwa hiyo mwekezaji yoyote ambaye anaingia, mfanyaji biashara yoyote ambaye anaingia, kijana yoyote anayetaka taarifa zozote, aanzishe kiwanda gani, aanzishe kiwanda cha namna gani, aanzishe kiwanda kipi hatakuwa na sababu ya kusafiri kwenda kutafuta wapi aweke uwekezaji upi, atafata ready information ndani ya mkono wake, ndani ya kiganja chake. Takwimu hizi ambazo watakuwa nazipata zitatusaidia sana, kwa sababu watu wa TEHAMA watatusaidia kutuwekea kwenye mfumo, na huo mfumo utatuwezesha sasa sisi kupata taarifa sahihi kwa wakati maalum, kwamba sisi tunajua kwamba leo tuna viwanda sitini na nne lakini hivi viwanda sitini na nne vikubwa, uh, ufanisi wake ukoje? Eh, malighafi wanatoa wapi? Ujuzi waa ra, rasilimali watu zilizoko pale ni aina gani? Kwa takwimu zote pamoja na ubora wa bidhaa ambazo zinazalishwa pale, taarifa zote hizi tukizihitaji sasa, tutakuwa tunazipata kwa wakati na kwa haraka na taarifa ambazo zitakuwa ni sahihi zaidi lakini pia tutakuwa na uhakika zaidi kwamba hivi viwanda vyetu vikubwa, viwanda vya kati na viwanda vidogo vidogo, ajira kamili ya muda wote ni kiasi gani, na vijana wetu tuliokuwa nao katika mkoa wetu na halmashauri zetu zote e, tuna uhakika sasa tutakuwa na uhakika kwamba vijana wetu watakuwa katika nafasi ya kuwa na aa, shughuli maalum wanazozishughulikia katika hivi viwanda vyetu.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 viwanda elfu ishirini na tatu mia moja hamsini viwanda vikubwa, viwanda vya kati, viwanda vidogo, na viwanda vidogo sana. Na mpaka sasa hivi, lengo hasa ni kufanya zoezi hili nchi nzima. Tunaimani kwamba utakapokamilisha zoezi hili, basi tutafungua fursa za ajira kwa vijana, wanawake na makundi ma, ma, ma, ma, maalum. E, hasa naamini kwamba viwanda ndio vinatoa ajira uh, kubwa na hasa vikiendeshwa na sekta binafsi.